Nini kwa tu mosturi? Sasa sasa, unakuja ukicheka cheka, kwa nini wewe mwendo wa simu? Sasa unajua, paka ya nimekutafuta hapo nyumbani kwenu, wameniambia tu, unataka nifanye nini? Ulikuwa umeenda kupika rifundo. Sikili kuja kwenu tena kupika rifundo kakata. Sasa unajua, mimi maya alikuwa ameniambia ati niende ni ni ni singe faulu bwa. Unajua, wewe ndio na kuanga huko tunaambia shitaru. Sasa naambia shitaru leo imehanya tu tumechapa. Hata unafanya

Sawa tu. Sasa hivi umeanza tabia ya kunyima si mwenzako miwa na Mungu nini? Mungu alisema wewe hata yako tu mwenzako. Naona ni, ni uchinga.